Tumepewa mtoto mwanamume. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ndugu zangu, katika somo la kwanza, nabii Isaya ametutangazia habari njema, habari njema ya wokovu.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 atupatanishe na Mungu, atuweke huru, atufanye tuanze upya. Huyu ambaye ametufanya hivyo, tumesikia habari zake katika somo la Injili na kwa kifupi, yale tuliyosikia kwenye Injili yanadokeza yafuatayo kwanza yanatufundisha juu ya unyenyekevu wa masiha Yesu Kristu masiha ni mwana wa Mungu ni nafsi ya pili ya Mungu ni Mungu hakuchelea hakupenda kung'ang'ania umungu wake bali alijinyenyekesha akakubali kuwa mdogo kuliko wote, akakubali kuzaliwa mwanadamu kama sisi, na hiyo ni ili atukomboe, ni ili atuzawadie umungu wake. Somo letu la injili linatudokezea unyenyekevu wa masiha kwa namna ifuatayo. Kwanza, mmesikia kwamba tumetangaziwa ukoo wake. Yeye ambaye ni wa milele, amekubali kuhesabiwa katika ukoo wa kibinadamu, amekubali kuwa mdogo, akawa mmoja wetu. Na katika huo ukoo unaotambulika kama ukoo wa Yesu sio ukoo ambao tu ni wa mambo ya kuheshimika na kuenziwa. Katika ukoo huo wako pia watu wadhaifu, watu wanyonge, watu wa dhambi. Mungu hakuona haya kujitanabaisha na na wadhambi sio ili awaelekeze wadumu katika dhambi, bali ili awaweke huru kutokana na vifungo vya dhambi. Kwa hiyo wanadamu dhaifu wamezawadiwa mwana wa Mungu wawekwe huru. Jambo la pili ambalo linajitokeza ni hili: Yesu amezaliwa katika familia ya watu wadogo, familia ya Yosefu na Maria. Hakukubali kujidokeza au kujitokeza kama jitu lenye nguvu, kama mtu wa mabavu, bali amekuja kama mnyonge kama mnyofu kama mmoja ambaye anategemea hata msaada na ulinzi wa wanadamu. Huyu ametangazwa kwa Yusufu, Yusufu akiwa mume wa Bikira Maria, kabla hawajakaribiana alitambua kwamba mchumba wake alikuwa mjamzito. Na katika desturi za Kiyahudi, mwanamke kupata ujauzito nje ya ndoa ilikuwa ni febeha, ilikuwa ni jambo zito, lilikuwa ni jambo la aibu. Kwa hiyo Yusufu alihangaika, alimjua mke wake kuwa mnyofu, mwadilifu lakini hakuweza kubaini imekuwaje akapata mimba. Akiwa na mahangaiko hayo, alipashwa habari kwamba mimba ya Maria ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akatiwa moyo kwamba asiogope kumpokea Maria, bali ampokee, amtunze na amlinde. Huyu Yosefu aliyetangaziwa hayo ni mfano wetu, ambao tunazawadiwa Yesu Kristo, tumlinde, tumpokee na tumpe nafasi katika maisha yetu, katika familia zetu, jumuiya zetu, vigango vyetu, mahali petu pa kazi na kadhalika. Huyu Yosefu aliyemkaribisha Yesu nyumbani kwake anatambulika kama mtu wa haki. Ni kama mtu wa haki aliweza kumkaribisha Maria, kumlinda na kumtunza. Sisi sote kwa nguvu ya ubatizo wetu ambao umetufunganisha na Kristo Mwokozi, tunaitwa tuwe watu wa haki. Na haki ni nini? Naamini kwamba karibu wote mlishanisikia nikifafanua maana ya haki. Nitarudia tena leo kwa kifupi, haki ni ule uelewa na utayari wa kutambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Narudia, haki ni uelewa na utayari wa kuyatambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Yosefu aliyatambua mastahili ya Maria akamheshimu, akampenda akamlinda na akamfanya atambulike kama mwanamke mwenye heshima mbele ya Mungu na mbele ya watu. Sisi tunaoadhimisha Krismasi, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi, tunatakiwa tuwe watu wa haki. Ewe mwana Dar es Salaam Ewe Mtanzania, je, wewe ni mtu wa haki? Wewe ni mdau wa haki? Naomba nithubutu kusema kwamba watanzania wengi hawashabikii haki, sio wadau wa haki Watanzania wengi kwa ujinga, kwa kurubuniwa, au kwa vinginevyo ni au wanajidai kuwa wadau wa amani. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani, lakini nikwambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi wasifu, unaofungamana na Kristu Mwokozi. Kwa hiyo ewe Mkristo, ewe Mtanzania, kama unataka kujigamba kuwa mtu wa amani, jitose upiganie haki. Jitose usimamie ukweli. Jitose usimamie amani. Jitose usimamie yanayompendeza Mungu. Yesu aliyezaliwa kwa ajili yetu. Anatambulika kwa majina mawili. Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa. Narudia tena jina Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa. Na Mungu anayeokoa ni Mungu wa haki. Ni Mungu wa ukweli, ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa amani na ni Mungu wa huruma. Hilo la huruma linatuhusu wote, kwa sababu wote tuko wa dhambi, lakini Mungu hatupatilizi kwa dhambi zetu, ametuhurumia, Akatuzawadia mwokozi ambaye jina lake lingine ni Mungu pamoja nasi. Ndugu zangu, nawaombea na, na kuwatakieni Kristu awe pamoja nanyi, atawale mioyo yenu, atawale familia zenu, atawale jumuiya zenu atawale mahali penu pa kazi, atawale mapito yenu. Amani ya Kristu iwe nanyi.